Jamaa alikuwa kazi yake ni kuhakikisha anahesabu nzi wakipita, kuhakikisha anahesabu mchwa, anahesabu kwa miaka 40, hiyo ndio kazi yake, na vile vile kukwangura ukuta kutumia kucha yake. Imagine unaambiwa umeua, yaani from nowhere unakuja unaambiwa wewe umeua na unalazimishwa usaini ya kuwa kesi hii ni yako, wewe ndio umesababisha kifo cha mtu fulani endapo hata saini ile kesi basi atampoteza mama yake mzazi, na vilevile vile, atampoteza baba yake wa kambo. Jamaa hakuwa na budi, ilibidi aamue tu asaini ile kesi na baadaye kupelekwa kwenye gereza akatumikia miaka arobaini jela.